Karibu mtazamaji wa The Sport Show. Kabla tujaendelea na huu uchambuzi tafadhali naomba uweze kusubscribe hii channel yetu ya YouTube. Pia naomba uweze kuweka alama ya kengele ulike na pia weka komenti yako hapo kuhusiana na uchambuzi huu ambao unakuletea kati ya Simba na Mashujaa. Yes, ni mchezo ambao jana umetamatika kwa Simba kuondoka na alama tatu za msingi kwa sababu alikuwa anahitaji alama tatu ili uweze kujakishia mbio za ubingo, lakini pia nitoe pole kwa wale wote walioumizwa na matokeo ya jana kutokana na Simba, aa, kupata alama tatu ambazo zimezua utata. Aa, leo ilikuwa ni, ni, ni habari za Simba na waamuzi ni utata juu ya utata. Sasa nakuletea uchambuzi yakinifu kuhusiana na kile kilichotokea kati ya Simba na Mashujaa. Mashujaa na Simba ni, ni, ni kama watani wa jadi kwa sababu hawajawahi kutoa mchezo mwepesi kwa Simba, siku zote wanapokutana Mashujaa na Simba huwa ni mtiti mtiti. Simba huwa anashinda lakini anashinda kwa mbinde sana, yani ugoli wake unakuwa ni ushindi mwembamba goli moja au goli mbili sana ikizidi. Ukumbuke mchezo wa ulioisha Simba aliweza kushinda kwa goli moja tena dakika ya tisini na sita baada ya kuwa zimeongezwa, yani dakika ya mwisho kabisa na hata game ya jana Mashujaa walijiandaa vizuri dhidi ya Simba, kwa maana waliweza kupata goli dakika za mapema sana. Dakika ya sita Mashujaa aliweza kupata goli na baada ya hapo alirudi kulinda lango lake ili hasiweze kuruhusu goli. Hivyo kilichokuwa kinatokea ni mpango mkakati wa Mashujaa kuhakikisha kwamba anashinda, anapata alama tatu angalau za kuweza kumsogeza, uh, pale anapostahili, lakini pia kuvunja rekodi ya kutokuwa fungwa na Simba kwenye ligi kuu. Nikumbuke mashujaa amewahi kuwatoa sana mashu, e, Simba kwenye kombe la shirikisho, mara ya mwisho alimtoa kwa penati, a, katika mchezo uliochezwa Kigoma ambapo walitoka sare lakini ilivyofika kwenye penati Simba liondolewa. Lakini game ya jana ilikuwa kama ya kisasi kwa sababu, a, mashujaa waliweza kupoteza goli moja dhidi ya Simba na hivyo kulazimika kucheza kuhakikisha kwamba wanatafuta alama tatu. Utata ulikuwepo kwenye penati mbili zilizotokea lakini pia red card iliyoweza kutolewa kwa golikipa. Uh, huu mchezo mpira, ni mchezo wa makosa, ukikosea, unaadhibiwa. Kuhusu penati zilizotokea ni penati halali kabisa kwa sababu mchezaji wa Mashujaa aliweza kuunawa ule mpira. Yes, aliweza kuunawa ule mpira kama inavyoonekana hapo. Unaona hapo, aliweza kuunawa mpira. Hiyo ni moja kwa moja, ni ni, ni penati ambao Simba alizawadiwa lakini ilikuwa ni makosa ya Mashujaa, lakini penati ya pili ni ile ya Kapombe. Kapombe alifanyiwa madhambi kwenye eneo la boksi na ile kusababisha penati ya moja kwa moja ambayo ilikuwa ni wazi, japo watu wanalaumu mwamuzi wa pembeni, lakini ile ilikuwa ni penati ambayo ni ya wazi kabisa kabisa, ukizikatia kwamba faulu alichezewa eneo la kumi na nane aa, ambao ni ndani ya boksi. Ah, hivyo ilikuwa ni penalti halali. Utata mwingine ni kuhusu kadi ya, ya, ya mlinda mlango wa Mashujaa, watu wengi wanajiuliza kwa nini ilikuwa ni kadi. Ah, sasa ilikuwa ni kadi kutokana na kwamba tayari alikuwa ameshaoneshwa kadi ya njano ya kwanza kutokana na ah, swala la kupoteza muda, alipoteza muda akapewa onyo, lakini mwisho wa siku akafanya tena makosa yaleyale yale kwa kuruhusu ah, kupiga mpira kuingia ndani wakati huo huo mpira ukiwa umeshapulizwa kwamba ni, ni kutengwa mpira wa kona, yeye akaamua kuupiga tena kwa makusudi, ina maana ile ni inatafsiriwa kwamba ni utovu wa nidhamu, hivyo kulazimika kupewa kadi nyingine ya ya ya njano, hivyo kuwa kadi mbili ya njano ambayo inakuja kuwa ni red card. Utata mwingine ni kuhusu suala la muda. Mara nyingi matukio ya kuongeza muda unatafsiriwa kama aidha kuwapendelea watu fulani, lakini ukweli ni kwamba muda unaongezwa kufidia ule muda uliopotezwa. Hivyo dakika kumi na tano ambazo Simba waliweza kuongezwa ilikuwa ni kufidia dakika zilizokuwa zimepotezwa na wachezaji wa Mashujaa. Kwa sababu baada ya wao kupata goli moja, walirudi kulinda lile goli, muda mwingi wakawa wanatumia kucheza in contact uh, kugusana na, na wachezaji wa, wa timu pinzani, wakianguka chini, wanapoteza muda na kwenda kumwadaa mwamuzi. Kwa hiyo moja kwa moja, hiyo ilikuwa ni sababu nyingine ya kuongezwa muda mwingi zaidi, na mara nyingi marefari uh, hutumia muda huo kufidishia dakika ambazo alisimamisha saa hakiwepo uwanjani. Kumbuka uh, kipindi mashujaa walivyoweza kupata goli walikuwa wamerudi nyuma wote, lakini pia golikipa wao alikuwa akitumia muda mwingi sana kupoteza, ikingali walipata goli la mapema sana. Mpango mkakati wao ulikuwa ni kuhakikisha kwamba Simba hawezi ku, ku, ku, ku, kupata nafasi ya kufunga goli. Ule mkakati uliweza ku, ku, ku win, lakini kosa waliolifanya wali mashujaa ni kuruhusu Simba kuweza kuwashambulia sana, hali iliyosababisha wao wakatengeneza penati ikawa penati ya wazi kabisa kwa Simba Ateba akafunga goli, lakini pia wakamfanya makosa tena mengine katika kuruhusu uh, hali ya kupatikana kwa penati ya pili. Hivyo watu wengi wanamlaumu mwamuzi kwamba alikuwa upande wa Simba, alikuwa labda amehongwa, lakini muamuzi alisimamia na kutafsiri sheria zote za mpira na ndio maana hakuna tukio lolote lile ambalo wa mashujaa walionewa, japo Mashujaa walichukulia, au watu wa upande mwingine walichukulia kama Mashujaa wanabebwa. Lakini ukweli ni kwamba maamuzi ya refa yalikuwa yanatafsiriwa sahihi sana, kwa sababu alifata kanuni na sheria zote za mpira. Kwa nini? Kwa sababu hakuna sehemu walionewa. Penati mbili zilikuwa ni za wazi kabisa, ambao Mashujaa walifanya makosa. Lakini pia a, kitendo cha Uh, cha goalkeeper kupiga ule mpira kurudisha ndani ikingali shatengwa ni kona. Ilikuwa ni, ni, ni swala zima la utovu wa nidhamu. Kwa hiyo utovu wa nidhamu kwenye mpira unapewa kadi ya njano ambao kadi nyingine ya njano alikuwa ashapewa, kwa hiyo inakuja kuleta kuwa kadi mbili za njano, ukijumlisha hapo inakuwa ni red card. Dakika ambazo watu wengi wanazungumzia, nimeielezea hapo, si swala geni. Asanteni sana. Na pia naombeni muweze kusubscribe hii YouTube channel yetu, lakini pia weka maoni yako kwa uchambuzi ambao nimeweza kukuletea. Unaweza kuweka maoni yako ah, hasa kipi ulichokiona na wewe, kama mdau unaweza ukatoa maneno yako hapa, watu wengine pia wakaona vile vile, kwa sababu huu ni uchambuzi wa kile kilichotokea, japo ah, kila moja anaweza katafsiri kwa namna nilivyojua, lakini naomba uweze kufuatilia peji hii kuweza kujua mengi, mengi mengineyo yanayofuata kumbuka, Simba anaenda kucheza mchezo wake wa fainali keshokutwa. Pia tutakuja kuletea uchambuzi ya kinifu, nini kifanyike. Pia tutashirikiana nanyi wadau katika kuchambua uh, hali ya mchezo huu kwa namna itakavyofaa, au kwa namna tutakavyofikiana uh, wote kwa pamoja. Usisahau ku-like, ku-comment, na kusubscribe hii YouTube channel.